Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, langu jina ni Huzayma Salo, na leo <coughs> tupo na mshairi ambaye anafanya vizuri katika tasnia ya mashairi. Ungana nami ili uweze kumfahamu anaitwa nani na ni lini ameanza kujikita katika tasnia ya mashairi. Naam, habari yako na unaendeleaje no, na hali yako? Mimi si jambo, nashukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri alhamdulillah kwa niaba ya watazamaji watakufahamu unaitwa nani, na ni nini hasa umeanza kujikita katika tasnia ya mashairi? Na mimi naitwa ndugu Ali Haji Gora, lakini kwa jina la ushairi natumia jina la Peremu Junior. Nimeanza ni shughuli hizi za ushairi mnamo miaka ya elfu mbili baina ya 2005 mpaka na sita ndo nilianza rasmi. Na hilo jina ambalo unalitumia katika sanaa lilitokana na nini haswa? Ah sawa. Kama unavyofahamu mimi ni mtoto wa mshairi gwiji wa Zanzibar marehemu Haji Gora, kwa hiyo alikuwa na jina lake la, la umaarufu ni Peremu, kwa hiyo maanake kwamba yeye mkubwa, mimi ni mdogo, ndo nikaitwa Peremu Junior, yani Peremu mdogo. Unaweza kutupa historia ya maisha yako kuanzia, unaweza kutupa historia yako tu kiufupi katika tasnia yako hii ya, ma, ya, ya mashairi? Ah, sawa. Asante ndugu mtangazaji Uh, kwa ujumla mimi kama ninavyokuambia kwamba ni mtoto wa uh, malenga mashuhuri Zanzibar, ma, marehemu Mzee Haji Gora na nilianza kujifunza mashairi tangu nikiwa school na alikuwa anipenda sana hii fani na vile alivyoona mwelekeo wangu mzee akaridhika na mimi aka, aka kwa hiyo akanifundisha aka hii fani ya ushairi, kwa hiyo nikaanza kujifunza, lakini baadaye ilipofika miaka elfu mbili na kumi ndo akathibitisha rasmi kwamba naweza kupokea mikoba yake, kwa hiyo ndo nikaanza ku, kuifanya hii kazi kupitia mashairi na kipindi kile alikuwa anapeleka mashairi yangu katika vyombo tofauti tofauti vya habari kule Radio Nuru, na ndio tunaendelea hivyo hivyo. Kama ulivyosema babako alikuachia mikoba ya ushairi, ambaye ni wewe tayari mshairi, na vipi kiupande wako, labda kuna mtoto ambaye tayari ushamwachia hiyo mikoba ya mashairi au ni vipi? Ah, hapana, kwa sababu mimi bado bado sijawagwiji kwa hiyo bado sijapata mtu kumwendeleza. Kwa kwanza, najiangalia mimi kama mimi. Kwa hiyo kwa vile kwa mimi bado chipukizi na natakiwa nijenge uwezo kwanza, mimi nikishafikia vile viwango halafu ndo nitatafuta mtu mwingine wa kumrisisha hii fani. Kama tunavyojua mzee Gora marehemu alikuwa anafanya vizuri katika tasnia ya mashairi na ameandika vitabu vingi vya mashairi. Je, kiupande wako kuna kitabu chochote ambacho umekiandika au uko katika harakati za kuandika kitabu hicho cha mashairi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu mimi, kama ilivyo kwamba mrithi anatakiwa afate nyayo zile zile, nipo katika mradi sasa hivi wa kutayarisha vitabu vya mashairi na riwaya, na tayari miswada ya vitabu hivyo vipo katika hatua ya uchapaji, ambavyo vitafahamika kwa jina. La kimoja kitaitwa Mwanamkiwa lakini kimoja kitaitwa Wanga Wanasokotana, na vitabu hivi kwa kuanzia vitakuwa ni vitabu vya mashairi yenye dhamira mbalimbali. Na kama tunavyojua, washairi wanakuwa na vyama vyao. Kiupande wako, chama chako ni kipi? Asante ndugu mtangazaji, ni kwamba kama ilivyo unaambua kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hiyo kama ilivyo desturi, mimi pia nashirikiana na wenzangu, na hivi navyozungumzana we, wewe, mimi ni katibu mkuu wa chama cha kuendeleza ushairi Zanzibar cha Kuwaza. Lakini vile vile nashiriki katika vyama vingine vidogo vidogo, vidogo kiwemo chama cha ushairi chinukizi na wenzetu wa Tanzania bara kule pia tunashirikiana na nao. Na kiupande wako, labda ni changamoto gani kubwa ambayo unaipitia katika tasnia yako hii ya mashairi? Changamoto kubwa kwa sisi washairi wa, wa Zanzibar ni kwamba bado hauna, hakuna mwamko mkubwa kwa jamii kuthamini kazi hii kama wanavyothamini fani nyingine, tofauti na wenzetu kule Tanzania bara. Yaani sisi wasanii wa, wa Zanzibar tunapochukuliwa, kwamba wewe kwa mshairi unachukuliwa kama mtu ambaye labda umekosa tu jambo la kufanya, kwa watu wanachukulia kama labda maneno ya Kiingereza unasema luxury tu, yani kama mchezo mchezo tu, hawaipi msukumo au uzito unaostahili ile fani. Kwa hiyo inakuwa namna kama hiyo hizo, mm, ndio changamoto inaweza kumbana nazo. Na labda tu na, yani, umefanya kazi tu hapa hapa Zanzibar, au ukiachana na Zanzibar, kuna sehemu ambayo tayari umefanya kazi? Uh, kwa, kwa mpaka sasa hivi sehemu kubwa ya, ya kazi zetu sisi ni hapa Zanzibar, bado sijapata fursa, ingawaje kuna matamasha ambayo tunakuwa tunashiriki kule Tanzania bara. Tumebadilika kushiriki siku ya ushairi duniani kule Dar es Salaam pale Posta Kongwe, lakini kikazi official ni, ni hapa Zanzibar. Na, kama ulivyosema, mashairi ni kazi kama kazi nyingine. kama kuna kijana labda hana kazi yoyote au anatamani ajipite katika tasnia ya mashairi, lakini hafahamu apite njia zipi unaweza kumweleza ili, ili aweze kufahamu. Ah, ni kwamba shairi au fani hii ya utunzi ni fani kama fani nyingine, na ukifanya juhudi kubwa inaweza ikakusaidia ukasonga mbele, kwa sababu muda mwingine matunda hayaje hapo kwa hapo, lazima uonyeshe juhudi. Kwa hiyo kama kuna mtu labda anatamani kuingia katika hii, fani, kwa sababu fani hii, ina, ina uwanda mpana, unaweza ukawa mtunzi, ukawa mugani, ukawa mkufunzi kupitia fani hii itakusaidia. O kama labda mtu anatamani kuingia kwenye fani hii anaweza akaonana na vyama hivi vinavyohusika na masuala haya ya kuwaza na vinginevyo, akajifunza, baadaye ikaje kumsaidia katika maisha yake. Na kwa niaba ya watazamaji, labda kwa upande wako, nataka kufahamu wewe, ni mtunzi tu na mwagani au ni vipi? <coughs> kama wanavyosema watu wa mipira, wanasema kwamba kila unavyocheza namba nyingi uwanjani, ubora wako ndio unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mimi ni mtunzi lakini pia ni mughani pale ambapo kunahitajika niwe mtunzi na, nasimama kama mtunzi. Ikihitajika kwamba nitunge na ni ghani, basi nafanya mwenyewe ili mradi mambo yaende vizuri. Na je, unaweza kutupa ladha tu ya mashairi ambayo <coughs> unayatunga na pia unapoyaghani? Ah, mashairi ambayo nimetunga ni baadhi yao, kuna shairi moja linaitwa wanga wanasokotana, lakini pia kuna mashairi mengineyo mwanamkiwa, kuna shairi linaitwa mbwa mwitu angalipo lakini labda tuangalie japo beti moja mbili ambazo nazikumbuka vizuri, kwa muda huu uweze kuelezea. Naam, karibu. Haya, nimefika msituni, wanapoishi wanyama, naona wamesheheni kondo, wenye huruma hatimaye, na baini baada ya kutazama mbwa mwitu wangalipo kwenye kundi la kondoo, mbwa mwitu ni wabaya wamejivalisha ngozi zizini, wameingia ukufanya maangamizi, nao hatujawajua kwamba kwetu jinamizi mbwa mwitu angalipo kwenye kundi la kondoo mbwa mwitu angalipo kwenye kundi la kondoo. Asante sana, na labda unaweza kutupa ufafanuzi tu hapo kidogo, maana umetupa maneno ambayo kidogo yanautata, ah, kwa sababu <coughs> kazi ya mshairi ni kuibua dhamira kazi ya mshairi ni kuibua dhamira. Kwa hiyo mbwa mwitu angalipo kwenye kundi la kondoo. Kwa hiyo baadhi ya watu wanajibalisha tabia njema lakini hawana tabia nzuri. Unaweza ukakuta baadhi ya wanasiasa mfano, labda wana maneno mazuri wakiwa majukwani, lakini utekelezaji wao sio mzuri. Wanakuja na maneno ahadi nyingi sana, wakishapata ile mafanikio wanabadilika. Anaweza kasema mtu akasubutu kusema mimi nimepata nyadhifa fulani kwa elimu yangu, sio kwa sababu ya kura zenu. Kwa hiyo namna kama hii. Asante sana na labda maoni yako kwa wapenzi watazamaji, na wadau wasema Africa Media ni yava? Maoni yangu ni kwamba tuendelee kushirikiana ili kuikuza zaidi fani hii ya ushairi, kwa sababu jamii yoyote lazima iwe na utamaduni. Moja ya vilelezo vya utamaduni wa jamii ni ushairi. Kama jamii itakuwa haina utamaduni, itakuwa ni jamii ambayo imekufa. Kwa lazima tushirikiane ili kukuza ushairi. Asante sana kwa time yako tumejifunza na pia umetupa ladha ya ujuzi ambacho kimetufurahisha siku ya leo. Mm -hmm. Nami nashukuru kwa kuja kunitembelea. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki na muendelee kutupa ushirikiano, tunathamini sana juhudi zenu waandishi katika kutuona sisi washairi na wasanii kijumla. Inshallah tuko pamoja. Nilikuwa na katibu wa chama cha Kwaza Zanzibar, ambaye anafanya vizuri katika tasnia ya mashairi, ambaye alitupa kionjo ambacho kimetufurahisha kwa siku leo. Sina la ziada, nikutakia siku njema na kwaheri.